Samahani kidogo kwa lugha yangu ya Kiswahili ambacho ni chenga, na naweza nikatoka kwenye Kiswahili nikaingia kwenye malugha yetu ya nyumbani, kwa kuwa tumezoea kuongea Kiswahili chetu hivyo. Kiswahili chetu unaweza ukawa na, na maneno mawili ya Kiswahili, lakini yakaja manne au matano ya ningala au ya Kifaransa. Kwa hiyo kidogo naomba samahani na ile

Uh, pia ni mmoja ya, ya wanachioni alivongea shekhe wa Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini sana, je suis très content euh d'être invité par mon frère shekhe Sharif Mubarak, kwa mwaliko wa, wa Sheikh Sharif Islam nimefurahi kuitembelea Tanzania hasatan, eh, Dar es Salaam tokea jana saa kumi na mbili ver du nilichukua ndege mchana Lubumbashi, nikawa nimeshuka Dar es Salaam na siku tatu iliyopita Mufti wa Kongo alinituma niwe Lubumbashi kwa harakati kidogo ya kazi ya kidini lakini hapo tayari nilikuwa nimezungumza na ndugu yangu Sheikh Sharifu, tunajuana naye t siku nyingi tumejuana, na niliwahi mimi kutoa mwaliko wangu <tipedicu> naam <tipedicu> alo alo Cetait deux ou trois ans passe, nilifanya mwaliko wangu nikamwalika Sheikh Sharif Congo aliitembelea Kinshasa na alhamdulillah alipokelewa mapokezi makubwa ya heshima avec nos freres musulmans precisement a Kinshasa. Nilimtoa Congo nikaomba asafiri kidogo kuizuru Congo Brazzaville. Maanake Kinshasa na Brazaville tuangaliana, hawa wako ngambo na hawa wako ngambo. Kuna uh, fleuve Congo mini rivier jito la Congo limetungawa tu, kapitali upande na kapitali upande. Sharif alitembelea, aliitembelea Brazaville, nilikuwa naye pamoja. Uh, tukatoka tukapata mwaliko kwenda Gabon, nikamboga Sharif alifika Gabon tulikaa kile leo naye Gabon inshallah. Tuliporudi Kinshasa, nakumbuka tuliitwa sehemu inaitwa Gemena. Gemena yuko kabisa mipakani mi ya Congo kuingia Central Africa Republique africain. Tulikuwa njiani, mara tulitumia pikipiki, ikawa usiku. Sharifu alihisi njaa sana ile eh, telema, njaa kweli kweli Akaona vijana wanauza samaki ya kukangwa. Hebu samaki, samaki, waite wale samaki tule, njaa kwa kweli niko mbaya sana. Nikamwambia kwanza subiri, sasa hivi tuko Kongo, na hapa watu wanakula kila kitu. Unaweza ukawaona samaki, lakini ni samaki ndani ya samaki, subiri kwanza. Akaambia vipi? Nikamwambia subiri tu, utaona sasa hivi nikawapata wale vijana wa samaki. Na haya, mimi sina dini hapo ndani, samaki mnauza bei gani? wakaniambia kuna elfu moja ya elfu mbili yote wakaonesha ile chapati, nikamwambia ile yake, za la bien so kimbi bino esangana kina mwana ndambo ya nyoka biso tulingawaponia nyoka. Mimi nikawatega tulikasema, kama samaki yenu ingekuwa imechanganywa na nyoka, sisi tungekula, maana sisi tunapenda sana kula nyoka.

anasema asingekuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wasingeishi katika amani na wasingejua kula, wamekula kila kitu sisi. Hadi leo kule kwetu mbali Kongo, watu wanakula kila kitu, wakiona panya wanakula, nyoka wanakula, makako wanakula tusoseposibleoperizea mageshe basi shekh akaniambia, sasa inakuaje, utakufa? Akamwambia, funga moyo ndugu yangu, inshallah tutakula tu mbele ya safari. Alhamdulillah, tulifika Gemena, ni sehemu ambayo pende muslima boku de kretien, waislamu ni wachache na wakristo ndio walikuwa wengi. Wakasema anakuja mtu mmoja wa miujiza Sharifu e, muislamu kutoka Tanzania lakini alisindikizwa na yule katibu wa mufti yule Sheikh Zakwani. Marejeo alikuwa anaongea, taarifa zinakwenda huko na huko, basi tukafika. Alhamdulillah, wale waliokuwa si Waislamu wakamtaka sana Sheikh awaombee dua, kuzidi hata Waislamu. Wanasema, sisi tuna taarifa sana, tuna information nyingi kuhusu Sheikh, tunataka atuombee dua. Huyu ni mtu wa Mungu, atuangalie Uislamu wake wala dunia, sisi tunataka tuone, atuombee dua na alhamdulillah, alifanya shughuli hiyo. Basi hapo hapo tukachukua mwaliko, tukaingia Centre Afrique Afrique Central, na baada ya wiki mbili tatu tukachukua ndege tena Centre Afrique, tukaja moja kwa moja Kinshasa. Akawa Kinshasa takriban miezi nane au tisa, kidogo anaongea lugha ya nyumbani. Sharifu bwana wazazi wazazi, mashallah mara pili alikuta Kiswahili hakuna kabisa. Mimi tu na yeye ndio tunasikiana kwa Kiswahili. Na kama mimi nimenyoosha Kiswahili leo ni kidogo amenisaidia Sheikh Sharif. Maana kicha kwangu nacho kilikuwa ni tatizo, lakini kila anavyoongea ni mpia naongeza vitu. Vingine hivyo ilikuwa tu zambia lobi mimi Sheikh Ayi Awa kwa sababu na masuala na yeye na masuala ya Sheikh Sharif na zali baze na programu ya Bapie na Bapie na yeye zali kosenga concentration zali kosenga mtu wa zala na bombi ya sore okoamboanzilausingiri hapo sasa. Kila mtu amebaki shekhe anaongea nini? Alhamdulillah, ilikuwa kidogo historia ya ndugu yangu Shekhe Sharif kwa ule maarufu na mapenzi iliyekuwa baina yetu, akaniambia shekhe njia Dar es Salaam natengeneza eh, sikukuu na furaha ya shangwe ya kuzaliwa ya mtume wetu Muhammad, jambo hilo ambalo kukutana kwenyewe tu hivi tulivyokutana hapa tayari, mbinguni kuna picha nzuri, licha ya kamera eh, wako wapo ma cameraman wanachukua image itakuwa kama historiki eh, ni kumbukumbu kwa mambo yetu, lakini mbinguni malaika wameichukua kwa furaha zaidi, na siku ya kiama tutaoneshwa sisi hatujakutana kwa sababu e, walikuja wanamziki wanapiga mziki wao, au walikuja watu wanafanya promosio ya kuuza pombe au telefoni. Lakini hawa walikutana sababu ya kutangaza mazazi au kuzaliwa ya Mtume Muhammad, ambaye ndiye nuru ya dunia. Nuhi ya dunia. Ebu cheki, mimi ni Muislamu kutoka Kongo, weyi ni Muislamu kutoka Tanzania, lakini sababu ya la ilaha illallah Muhammadu rasulullah imetuondoa ukongo imetuondoa utanzania, tunakuwa jinsiyatun wahidun la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Na hata kama angekuwa hapa muamerika Muislamu hivi kama sisi naytuangekuwa anafurahia Mtume Muhammad na kija hapa msurudia atakuwa tena Kweyo, kama sisi. Kwa hiyo hakuna kitu kizuri duniani kama kuwa muislamu kwanza, na nimefurahi sana kwa kuwa nime eh, nimetembelea nchi ambayo kidogo ni tofauti na kwetu kutokana na wingi wa waislamu shenu okongo kama kiisha sana msom eh, apepre 27 milioni dhabitani sijui niseme 27 milioni yani, milioni ishirini na saba ya wakaaji wa vile ya Kinshasa milioni ishirini na saba lakini Waislamu tuko milioni moja na mia tano, hatufikie hata ni asilimia kumi, hatujafika. Kwa hiyo yatakiwa sana ndugu zetu Waislamu Tanzania Kutusindikiza na kutuombea sana kwa dua, na tunapenda sana mashehe wako hapa kwa heshima zao na elimu zao, wasiziweke Dar es Salaam, maana hapa Uislamu ni wengi tayari. Si tunawaombeni Kongo, inshallah. Huko tunahitaji watu wasikie maneno ya Allah, watu wamjue mtume, watu wamjue mtume na daraja ya mtume na heshima ya mtume ameongea kwa shehe, anasema kuja kwa mtume akaja kuwafunza watu kuweka amani na ndio watu wakaishi kwa amani. Leo ndugu yangu, hakuna sehemu ambapo watu wako kwenye zegazega kubwa sana kama huko kwetu Kongo. Mwalimu Sheikh Sharif ametembelea Kongo, nilimchukua mchukua kimoja tunatoka Kinshasa, nikambeba sehemu inaitwa Kisangani nilikuwa naongoza Kisangani kama imam wa mkoa wa Kisangani, province oriental, nilikuwa ni grand oriental, nilikuwa kama imam wa mkoa. Nikambeba shehe huko, tulitoka naye Kisangani tunaenda sehemu moja inaitwa Isio barabarani. Usiku tunatembea kwa pikipiki, tulitokewa na wale watu wanaitwa Maimai. Sijui mnamasikia kwa redio au hapana Baibai, pikipiki zikasimama. Baada ya kusimamisha, aha, mimi kina nani, natoka wapi? Nikamwambia mimi ni shehe, na hiyo hapa ndugu yangu shehe, tunatoka Kinshasa, tulikuwa Kisangani. Hata tunaenda isiyo, kuna nini isiyo? Sisi kutangaza dini, hatuna lingine na kuombea watu dua. Ah, bahati yenu sasa tuombeeni na sisi tuwacheni. Mwenye isingekuwa mnaombeana dua, mimi tuliwachinja hapa hapa, nadhani mimi mnaombeana dua, basi tuombeeni na sisi tuwe na nguvu, wasituhuru. Ikaambia sheikh, waombee dua. Sheikh akaimia mkono, kaanza kusoma dua kwa Kiarabu, namwangalia. Unasema bua usini hata kizuri kidogo, watasikia tapo mbalimbali, wasije wakabadilika, maanake maeneo yanabadilika dakika kwa dakika. Sema la ilahe illa Allah. Baada Sheikh al-Jubur atakaa akasema ya Rabbi, tumekuomba kwa ajili ya vijana wetu uwalinde, eh kuturusuru sisi pamoja na wao. Sisi tunatika amina, wao na tika amina, amina amina. Inaisha, tunataka kuondoka, anaambia chef kule kwenu amchukua sadaka. Dada akasema hakulazimishi, kama ipo sawa ni zawadi, kama hakuna lakini hapo lazimishi yule mkubwa wao akasema wape mashehe sadaka, ndio kawaida yao, wakiombea mtu dua wanapewa sadaka, ndio ile dua inaenda kwa Mungu. Sasa sheh anashanheh mimi, kitu ambacho nashangaa sana ni kuona hawa walainifu kwetu, hawa hawasikiaki mtu na hawana akili kabisa, yani wao wanafanya kitu ni kitu, wakati ni wakati. Wale wako kongo Shekhe anatuambia mtume amekuja kutuletea amani na tuishi kwa amani jalu. Mi nakumbuka miaka iliyopita, kabla sijawa kama kiongozi ndani ya dini ya Kiislamu, nilikuwa imamu msikitini pale Kisangani, mosquée centrale, c'est une grande mosquée ya Kisangani. Kulitokea vita, wanapigana wenye Rwanda na wa ganda ndani ya vile ya Kisangani, halafu imamu msikitini ni nini hicho? Kipindi vita ilipiganiwa siku tatu, ukaona yaliyotokea, huwezi hata siku moja kutaka vurugu ndani ya nchi, huwezi kabisa. Alikuwa anakimbia mtu, anatoka nyumbani kwa ule mtikishiko wa risasi, anaacha mtoto anafika pale barabarani anaogota kino, sijui kile mnaitaje, kino hicho watuangia wa nini? Yes. Eh, inaitwa kino eh. uh -huh. Anaacha mtoto nyumbani anaogota kino, mama anafunga mgongo, anakipakatia ndio, anaondoka, anafikiri ile mtoto wake, anatembea zaidi hata mita 500 eh, 600 anagusa naacha mtoto alafu anabeba kino yake unasikia tena nyuma nilipowaka moto, lakini namwambia ukarudi tena na wewe pia utakuwa hauko, lazima tu endelea kwanza hivyo hivyo. Mtoto anabaki huku, mama nakutoa. Kwa hiyo hakuna kitu kizuri kwenye maisha ya binadamu kama amani. Bado hujaona, ndio sababu unaweza ukafikiria siku moja kwamba nifanye hivi vurugu itokee, manake hujaona vurugu na matatizo ya vita Tumeyaona live na tumekaa sehemu ambayo nitikisuku aina yoyote inatokea, alafu unaona mambo inayofanyika katika mji, basi unajiuliza, ya Rab mata nasurullah, unakuja lini nusura ya Allah? Sasa hivi kwa maneno aliyoongea sheikh nikasema ili na sisi tupate amani, lazima watu wa Kongo tuwatangazie sana kumfuata Mtume Muhammadi, sisi pia tutapata amani, amani, kwa sababu mtume alikuja akafunza amani. Kwa sababu kwa ufupi sana eh, ndugu zangu, sitokuwa mrefu. Nina furaha kukutana na ndugu zangu wa Islam.

na mokuse na kalisi ke ndenge tokuta ilelo eko zala mbala ya bosote eko zala pe mbala ya sukate to zala kuzu bijou ojou tokuta na, na bino inshallah me ele ko moko kitu eh, kile ambacho ni taomba sana ni ndugu yangu Sheikh Sharif Islam mbara Sheikh Ngo. Mbona umekaa mbali sana rafiki yangu, unajua, nimekuona lakini siku nyingi hatujaonana, kwa kwa na furaha kwa na wewe Alafu na furaha kuingia e, nchi ya Tanzania kwa ajili ya wito wako. Mashaallah, mufti pia wa Kongo akaniambia kama unaenda Tanzania utakutana na rafiki yako ndugu yako Sharifu, mpe salamu zetu. Mufti amekusalimia, inshaallah, na anasema bado wanakuhitaji Kongo, hasatan Kinshasa. Usiwe na wasiwasi, Kinshasa bado wana amani, Kinshasa ni pazuri. Asasai, alhamdulillah kuna amani he, eh, ni nitatamani sana kusikia eh, vitu kutoka kwa mashehe, ili nami pia niongeze kidogo kwenye elimu yangu na nitakuwa mwenye furaha zaidi kuishi pembeni ya wanachuoni wakubwa. Mzee shekhe kipozeo nimeona ameingia, nipoaasema no, shekhe namfuata mara e, ma e kwele, kwa mara, katika mazungumzo mengi kwenye mitandao yake. Nimefurahi kuwa karibu yake leo mchana wa leo, mashallah kwanga nifuraha na ujumbe utakwenda Kongo inshallah. Sema inshallah. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.